sauti ya kukata tamaa. Unajua mbwa akiwa na ujanja mkia unakuwa chini. Mbwa akiwa na ujanja mkia unakuwa chini. Nilipoona mkia uko chini nilijua tayari. Niliingia ndani mle, nikaona mlango umebomolewa, gate imebomolewa. Nilipata hofu kwa sababu tulikuwa tumeuza gari moja. Tulikuwa na gari mbili, moja ya biashara, moja ya kutembelea. Ndio zile pesa zikapata kuficha huko ndani. Hoja kwanza nilikimbia ndani kesi kujua naipa wako wapi. Nilikuta kila kitenge cha mama kimepekuliwa, kila nguo ile ilikuwa imepekuliwa, kila mahali kumepekuliwa, TV hizi kitu kimepita kwa dirishani na kila kitu kimesha kujua. Basi ni neema, nikampigia simu akaniambia, pana angalia nguo fulani iko katikati kati kuangalia zile pesa zilipo. Hallelujah. Mwambie kile ni hapo ulinzi wa Bwana. Ulinzi wa ajili ya mashambulizi ya kiroho. Hatuongelei tu Mungu kulinda nyumba yako, hatuongelei kulinda magari ulionayo, hatuongelei kulinda ng'ombe ulizo nazo, wala kuku ulizo nazo, tunaongea ulinzi wa kiroho wa Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasema lakini Bwana ni mwaminifu, sema ni mwaminifu. Sema Bwana ni mwaminifu, ni mwaminifu anayewafanya imara na kuwalinda na yule Mungu Haleluya yako mama, ambayo uyaoni katika ulimwengu wa roho, lakini Mungu anakulinda nao. Wivu yoko kazini, watu chuki walizo nazo, Bwana anakulinda kwa uaminifu. Haumlipii, haumlibi mpefora na bunduki, wala askari kamera. So anasema Mungu ni mwaminifu, anayetulinda katika ulimwengu wa roho wakati wanadamu wamekaa kikao, wametoa sadaka, wameandika jina lako, wamechana, wameweka na moto na chumvi ya kwamba hautainuka tena. Ninazo habari njema ya kwamba mlinzi wako ni mwaminifu. Anasema mlinzi so, wako. Sizungumzi ulinzi huo, wengine wa, wengine tunaweka walinzi binadamu wanalala nje, wengine tunaweka hizo mbwa, ndio hizo zinaweka mchimu mkia chini. Nasema mlinzi wetu sisi ni mwaminifu, ambaye anatulinda katika hali hali ya Ukiona popo, ukiona bundi, ukiona siku ya uwezi kulala, amka tu, chikaze, omba maombi yako mafupi, sema Baba, ninakushukuru kwa ajili ya usiku huu, unilinde katika jina la Yesu. Ulinzi wa kimbingu ni mkubwa mno. Akasema msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule muovu. Ulinzi wa Mungu ni wa msingi, the basics kwenye maisha yetu. Mlinzi mkuu wa mali zako ni Mungu. Haleluya. Mlinzi mkuu wa watoto wako ni Mungu. Haleluya. Mlinzi mkuu wa familia yako ni Mungu. Mlinzi mkuu wa biashara zako ni Mungu. Amen. Mlinzi wetu ni Mungu na ni mwaminifu. Ijumaa hii umekuja kwenye ibada ya maombi, wakati unaomba imani yako Ijue kwamba Mungu ni mlezi wako. Mungu atakutakasa katika jina la Yesu Amen. Mungu atakurehemu katika jina la Yesu Amen. Mungu atafuta mashtaka unayodaiwa mbele yake. Dhambi zako zitasamehewa leo unapoomba. Katika hali ya roho, utatakaswa katika jina la Yesu. Hali ya mwili utatakaswa, na kwenye nafsi yako utatakaswa. Haleluya, umepewa nafasi ya kuomba na unapokuja kweliwongo kwenye maombi ya Ijumaa haya, tafakari ya kwamba umetumikishwa na shetani na watu wabaya, na kwa sababu ulinzi wako ulitegemea wanadamu. Lakini nataka upumzike sasa, umpe Mungu nafasi ya kwenda kulinda maisha yako ya kwenda kulinda familia yako ya kwenda kulinda biashara yako. Amen. Wakati mwingine sisi ambao tunakabana

unatembea kila siku unafilisika, unafanya biashara, hela hazikai, unaweka hela benki na madeni zipo, unajaribu kushika mimba zinaporomoka. Ni kwa sababu walinzi wako wewe ni wanadamu. Leo badilisha msimamo wako, wewe ni Mungu mwenyewe. Mwezi huu wa nne tunapoingia kwenye kubali, kumkabidhi Mungu mwenyezi Jusima. Sema Baba katika jina la Yesu. Natangaza ya kwamba mwezi huu mwezi huu, mwezi huu wa nne hakuna silaha iliyoundwa dhidi ya maisha yangu

la Yesu. Sema, ee Mungu wetu, tunakushukuru sana.

kila naakila makosa niliyokutendea katika jina la Yesu, ya kujua au kutojua, naomba rehema zako, naomba huruma zako na za, mimi mwenyewe na familia yangu leo hii, leo hii. Mwezi huu, mwezi huu, mwezi huu mpya, naomba neema yako. Naomba neema yako. Pamoja na familia ya. Familia. Pamoja na biashara, pamoja na mashamba yangu. Pamoja na Mwenyezi Mungu. Malaika zako watangulie mbele. Mwezi huu wa nne ukawe wa mafanikio. Katika jina la Yesu. Ewe Mungu ukapokea habari fresha moyo wako, mwezi wa nne ukawa mwezi wa amani na akili katika maisha Amen. Amen. mwezi wa nne ukawa uheli kwenye mwili wako, ukawe na afya njema, mwezi wa nne Amen. Amen watoto ukawa na mahusiano mema. Mapambano yako ya kazaa matunda mwezi wa nne, ulinzi wa Bwana ukawe juu yao. Amen. Amen. Amen. Amen. Milango kwesiku kwa hizo na kukupetea furaha. Ukupetea mwanzo, ukupetea mafanikio. Amen. Bwana kaondoe wasiwasi. Amen. Nyimbo za furaha ukaimbe kila siku. Amen. Wewe ni mwezi wa heri kwako. Amen. Kwa njia ya Yesu. Wewe ni mwezi wa baraka. Amen. Wewe ni nne kali pia hata kiraisi tu. Kwa njia ya Yesu. Wewe ni mwezi ambao milango ya neema imefunguka. Amen. Simama na shukuruni.